Naam, tukielekea Lamu, mtazamaji, kwa hivi sasa ni kwamba uhifadhi wa mikoko katika maeneo ya visiwani kaunti ya Lamu umechangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la samaki baharini na kuboresha maisha ya jamii zinazoishi katika maeneo kama Pate, Ndau, Kiwayu na Kiunga. Wakazi wamefaidi miradi ya uvuvi na hewa kaa ambazo zimeongeza mapato yao na kuwawezesha kukimu familia zao, kando na kuhifadhi mazingira. Abdulrahman Hassan na taswira kamili. Asilimia sitini na mbili ya mikoko nchini, yaani ekari 92,297.77 inapatikana katika kaunti ya Lamu. Msitu huu wa mikoko umekuwa tegemeo kwa wakaazi maeneo ya visiwani, ukichangia kuzaana kwa samaki, kuvuta hewa safi, na kuzuia mawimbi makali ya bahari ambayo husababisha mmomonyoko wa udongo na uharibifu wa mazingira. Uh, sisi, kama Justice na kama tunavyoona sasa hivi, um, bahari imeathirika sana in terms of the climate, uh, global warming. Uh, tumeweza kupanda mikoko kama nilivyokuambia 28000 seedlings stling uh, ambapo sasa hivi imeweza ku-attract A new habitat for the fish. Wameweza, uh, tumeweza, tumeweza kuongeza the value chain of the fish. Um, inatusaidia um, in, in, in sisi wenyewe, economically na inatusustain um, vile vile our livelihood. Tumeweza kufanya plastic collection ambao tumeweza kusafisha huu mji wetu, tumetoa plastic ambazo ziko katika mazingira ya, ya pwani pia katika mikoko maeneo zile ambao tunapata plastic ziko mingi sana, tumeweza kusafisha pia. Kupitia hizi plastic tumeweza pia kuajiri vijana kufanya kazi na kupata kipato katika kusafisha haya hii mikoko yetu. Kilomita chache kutoka kijiji cha Faza tunawasili kijiji cha Shanga. Hapa tunakutana na kundi la wanawake likiongozwa na Amina Juba, maarufu kwa jina Mama Pweza. Amina na wenzake huhifadhi kipande cha ardhi baharini kwa kupanda mikoko na kulea mpweza kisha kuwavuna kila baada ya miezi mitatu. Katika mradi wa Kemsed kuna na ukweli tumefaidika vizuri kwa sababu tulikuwa hatuna mahali ya kuweka samaki au pweza, lakini sasa hivi tumepata nafasi ya kuweka samaki wetu na pweza wetu. Soko limekuwa mzuri kwa sababu awali tulikuwa tukipima, kwa sababu tulikuwa hatuna mafriza ya kuweka samaki au pweza, lakini sasa hivi tuna proud kwa sababu tunauza ile bei ambayo tunataka. Katika kijiji cha Mtangawanda kikundi kimoja cha kina mama kinatumia msitu wa mikoko kama kivutio cha utalii Kwa sasa akina mama hao wanajenga jukwaa la kuwatembeza watalii pamoja na wanafunzi kujionea mandhari mazuri ya msitu wakitazamia kuanzisha mikahawa ili kujitegemea kimapato. Sisi tumependa kujenga hii bodok kwa sababu we, kuna wageni wakija kutembelea huko kwenye mikoko yetu huwa wataka ku kuingia kwenye ndani mikoko, lakini hushindwa kuingia mikokoni kwa sababu ya matope. Pia kuna wengine huwa kanyaga kanyaga ile miti midogo midogo, na pia hii bodo tumejenga kwa sababu ya kuvutia watalii, na tutajenga mabanda kujenga kama hoteli vile, tutakuwa tukiyapikia chakula ili kupata mapato kutokana na hii bodoka. Miradi hii ya KEMFSED inayowekezwa katika maeneo ya visiwani imeleta natija kubwa katika sekta ya mazingira na kampeni dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Abdurrahman Hassan, runinga Citizen, kaunti ya Lamu.